Na kupokea hiyo nguvu na hiyo baraka na hiyo asiri inayotakiwa kuwa juu yetu, na nikuhakishie, hata umwone mchungaji Mbarikiwa ana kiburi kiasi gani, anajifanya kujua kiasi gani, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mwanadamu anaweza akakataa anachokitafuta tu, kwa sababu kimepatikana kupitia mtu ambaye hamtaki. Nape historia kidogo, mwaka elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano wote ambao akili zilikuwa imara tuliikataa CCM. Ilizuka, ilizuka lugha Nadhani walizuisha watu wa Chadema walisema, ndani ya CCM hata ashuke malaika anageuka kuwa shetani. Hata ashuke malaika utawawekea go. Tuliikataa CCM, yaani iye a, tunaielewa kwa sababu CCM ilikuwa inaonekana kila mtu mwizi CCM ilikuwa inaonekana kila mtu ni mwizi, kila mtu ni mbinafsi, kila mtu ni shetani. Wengi ambao akili zetu zilikuwa sawasawa, tulikuwa tunasema hata tuweke jiwe lituongoze kwenye nchi, hata tuweke kijiti. Kijana mmoja amekuja kusema huku mbele, anasema kati ya CCM na ndazi unachagua nini? anasema anachagua ndazi, lakini kule nyuma ilikuwa hata ndazi ni nafuu. Nani hata waweke kijiti, waweke jiwe, chagua kati ya jiwe na CCM. Sehemu kubwa ya mbao akili zetu zilikuwa zimemalika, wakati huo tulikuwa tunasema hapana, CCM ni kama kila mtu ni mwizi kataa nikiwemo mimi. Loasa alionekana fisadi, amehusika kwenye Richmond, lakini alipotoka CCM akaenda kwingine, tukasahau. hata kama alikuwa anasemwa alikuwa fisadi, tukasema achaguliwe tu, afadhali kijiti Yada mtu akishakuwa ndani ya sisiemu hata angekuwa malaika anageuka kuwa shetani. Mwisho yote akapita Magufuli kwa namna ambayo wote nikiwemo mimi mi, mi, mi niliumia sana. Niliumia sana kuchaguliwa kwa Magufuli. Niliumia sana Sizani kama ilipita, zilipita wiki mbili, bado naumia sabu siku ya kwanza tukaingia Ikulu. Leo kesho katokea ofisini fulani mahali fulani, hii ni nini hapa hapa hapa, hapa. wasema nguvu ya soda hiyo, nguvu ya soda hiyo, nguvu ya soda hiyo, aaka sana kuta kule pale usio na ila moyoni, tukaanza kusema huyu ndo tuliyemtafuta, tulitaka wa aina hii. Wakati ule hata Chadema alikuwa anasema li Tanzania linahitaji mtu ambaye ni dikteta kidogo, aje alinyoshe. Magufuri alikuja na kadamna ambako wale ambao hawana wa hila, hawaongei mambo wakiwa na ndimi mbili, walijua kabisa mtawala ambaye amepigiwa kelele angekuja atokeepo Tanzania, walijua alitakiwa awe Magufuli. Wasio na ndimi mbili waliokuwa naongea kwa moyo wa kweli. Kuna watu wanasema tunataka mfalme, anataka ni yeye mwenyewe awe mfalme. Yani haamini, anatangaza mabadiliko fulani, mageuzi fulani, hali fulani itokee kwenye jamii, ila anataka awe ni yeye tu atakaye isimamia hiyo hali lakini kuna watu ambao u, ubinadamu wao umepevuka. Ni binadamu kamili, yeye haangaiki. Lazima atakayeleta picha hii, sura hii, maendeleo haya, ubinadamu huu, haki kwa sura hii, lazima awe mimi, anasema atokee yoyote. Mungu wetu asifiwe. Sasa alitokea Magufuli. tukaja kufahamu kwamba kutokea ndani ya CCM anaweza akatokea mtu, sio tu malaika, hata binadamu. Alikuwaga mlemle, alikuwaga mle mle, akawa malaika na mpaka leo, mpaka leo, mimi naamini hivyo hivyo tu, isipokuwa usemi wangu nilisema Mungu tuokoe kupitia mwanadamu wa aina yoyote, hata awe ni huyu huyu ambaye ametuumiza, ni yule aliyewahi kutuumiza, hata awe nani. Yaani tu unajua, mwanadamu unahitaji nafuu itokee kokote, mwanadamu unahitaji ukombozi utokee kwa mtu yoyote, lasivyo haujabanika, lasivyo haujabanika ukibanwa tu mahali, umebanwa unabanwa, unatamani daktari yoyote, nesi yoyote, mtu yoyote akuokoe, yoyote akunasue, yoyote akutoe hapo. Hakuna mwanadamu anaweza akakataa msaada wa mtu, wamebanwa tu, sawasawa. Kwa sababu huyu mtu ndo aliyenisababishia, huyu mtu ni mbao, hakuna Sasa jambo ambalo nataka ulielewe, hakuna mtu mwenye kiburi ambaye hatapokea jibu utakalokuja nalo alimada mliwe jibu la maisha yake. Hakuna mtu anayekuchukia hatapokea jibu unalolihitaji, hakuna. Uko kanisani, watu wasahivi wako, wako jimipira, wengine wako kwenye mipira, wengine wako kwenye sikukuu, wengine wako wapi, wengine wako virabuni, wengine wako wanakunywa pombe, wanatafuta jibu watu wanatafuta jibu. Yani amefanya kazi mchana, kasoma magazeti, kasikiliza taarifa za habari, ameona kichwa ni kama kinataka kuvurugika. Kwa hiyo wengi wameenda kuvuta bangi, wameenda kunywa pombe, wameenda kureset vichwa, wanajua ni kichwa atakireset. Wako wanaofanya umaraya, wanajaribu kureset vichwa. Sisi tuko hapa kanisani na sisi tunajua hapa ndio mahali tuna reset vichwa yeah. Lakini kitu tunachoangaika nacho watu wa kanisani, ni watu ambao tunaamini kwenye maajabu tu, mageuzi yatokee. Hatuamini kwenye kanuni, kwenye taabu kuwapita wote, hatuamini kwenye masumbufu kuwapita wote, hatuamini kwenye kuzama kuwapita wote Hatuamini kwenye kutafuta kuwapita wote, hatuamini kwenye kujitoa kuwapita wote. Hiyo hatuangaike nayo, na huo hatuoni kwamba utakapokuwa umejidhabihu zaidi, umetafuta kuliko wengine zaidi, umejihatarisha kuliko wewe. Zome Zaburi kidogo haba. nyao kazi katika maji mengi huyaona maajabu ya Mungu vilindini. Zaburi ngapi? Mia moja na saba mstari ishirini na tatu. Sura ya 107 mstari wa 23, anasema ndio, washukao baharini katika merikebu, ndio, wafanyao kazi yao katika maji mengi, ndio, hao huziona kazi za Bwana, ndio, na maajabu yake virindini, ndio maana husema hey akavumisha upepo wa dhoruba, ndio ukayainua juu mawimbi yake, ndio wapanda mbinguni hey. watelemka virindini, ndio nafsi yao yayeyuka kwa hali mbaya, ndio wayumbayumba wapepesuka kama mlevi, ndio akili zao zote zawapotea, ndio wakamlilia Bwana katika dhiki yao, ndio akawaponya na shida zao, ndio huituliza dhoruba ikawashwa, ndio mawimbi yake ya ndio ndipo walipofurahi kwa kuwa yametulia. Ndio nayo huwaleta mpaka bandari walioitamani. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wakitoka umo, hawa wakikupa habari za majini kuna nini utazielewa. Huyu mtu akikupa taarifa za wimbi likipiga walina